Watu sita wamefariki dunia na mtu mmoja kujeruhiwa katika matukio manne tofauti yaliyotokea mkoani Singida katika kipindi cha kati ya Oktoba 31 na Novemba 1 mwaka huu. Matukio hayo yametokea katika vijiji vya Kintanula na Kamenyanga vyote vya wilaya ya Manyoni, kata ya Kindai manispaa ya Singida na kijiji cha Kimanyambo kata ya Meria Singida vijijini. Mnamo tarehe moja mwezi wa kumi na moja majira saa sa, sa eh, saa tisa alasiri huko katika kijiji cha kinyamwendo kata ya meri ya tarafa ya ilongero wilaya singida mustafa saidi miaka 47 mkazi wa kijiji cha kihunadi aliwawa na wananchi wenye hasira kali baada ya yeye kuwaua wanawake wawili kutokana na migogoro ya shamba. Kabla ya tukio la mauaji, marehemu alitengana na mkewe na hivyo mwanamke kufungua shauri mahakama, mahakama, mahakamani na hatimaye mahakama kuamuru wagawane mali, ndipo waligawana mashamba hayo. Kitendo hicho kilionekana kumuudhi mwanamume, na ndipo siku ya tukio, mwanamke mwanamke akiwa na mdogo wake walikwenda kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo, na ndipo mwanamume huyo alifika shambani hapo na kuwashambulia hapo.